I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, uh, we are going to do something on Greenland whether they like it or not. Uh, bila shaka hujambo na karibu sana mtazamaji um, wetu na leo tumewiwa kuweza kukuletea taarifa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuripotiwa. Uh, kuna jambo ambalo yawezekano umelishuhudia ama yawezekano umesikia taarifa zake ama umeshuhudia kwa maana ya namna moja ama nyingine likiweza kujadiliwa, ni swala zima la kisiwa cha Greenland. Hiki ni kisiwa ambacho eh, kipo eh, katikati ya bahari, lakini kisiwa hiki, wakati kikiwa katikati ya bahari, kina yahusisha mataifa kadhaa ulimwenguni, kwa maana ya ni kisiwa ambacho kiko eh, pembezoni mwa Denmark, lakini Denmark wenyewe Uh, kama tunavyofahamu ni moja kati ya mataifa ambayo yapo na msimamo ama uh, yapo katika umoja ule wa nchi za kujihami kwa maana ya NATO. Sasa wakati haya yakijiri, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump yeye ameweza kutangaza kwamba kisiwa hicho kitachukuliwa na Marekani. Uh, lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba watakapokichukua kisiwa hicho ama watakapochukua Greenland, uh, itaweza ikawarahisishia masuala yao ya usalama wa ndani wa Marekani. Sasa unaweza ukajiuliza usalama kivipi, lakini ni moja kati ya mikakati ambayo ipo hivi sasa katika taifa la Marekani kwa maana e, wakihitaji kuweza kukichukua kisiwa hicho e, cha Greenland. Na Greenland yenyewe kwa maana ya kisiwa hiki, Denmark wamesema ya kwamba mwenye maamuzi ya mwisho kwa maana ya kuhusiana na kisiwa hiki ni pamoja na wakazi wenyewe wa eneo husika, lakini Marekani yeye akiamini kwamba nguvu wanayo ya kuweza kukichukua kisiwa hicho. Na haya yanajiri wakati ambapo unaweza ukashuhudia Uh, siasa ambazo zinaendelea za Marekani hivi sasa. Ni moja kati ya siasa ambazo, uh, watu wengi wanaamini ya kwamba mabavu yanatumika kwa maana ya Marekani kuweza kumiliki kile ambacho anaona kwamba anafaa kukimiliki. Sasa lengo la Rais Donald Trump kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, likihusisha kisiwa hiki cha Greenland, ameweza kugusia moja kati ya vitu ambavyo hataki kabisa kuviona vikiweza kufanikiwa. Mosi ni taifa la Urusi kwa maana ya Russia. Russia naye yupo pembezoni pia mwa kisiwa hiki, lakini pia amemzungumzia Mchina, Mchina ambaye pia e, yawezekana akawa e, ni moja kati ya mataifa yenye nguvu ulimwenguni ambayo Marekani hataki kabisa kupakana nayo ama hataki kabisa e, mahusiano nayo ya hivi karibuni. Lakini yawezekana sasa ukawa ni mjadala mzito, kwa maana ikiwa Marekani ataweza kufanikisha misheni yake ya kuweza kuchukua kisiwa hiki kutokea pale Greenland, kwa maana ya kisiwa hiki ambacho uh, kinaihusisha pia Denmark. Uh, awali Denmark walisema ya kwamba ikiwa Marekani watakichukua kisiwa hicho huenda ukawa ndo mwisho wa E, muungano ule wa kujiami kwa maana ya NATO, lakini tusubiri tuweze kuona nini ambacho kitaendelea kuripotiwa. Lakini ripoti ndo hiyo ambayo imeweza kuitoa Donald Trump, rais wa Marekani, kwamba kisiwa hicho lazima kitachukuliwa kwa vyovyote vile, kwa sababu yeye yeah, amekuwa akiisaidia NATO, lakini mbali na kuisaidia NATO Marekani wanahitaji kuwa na usalama wa hali ya juu, na hawahitaji kuwa kabisa na mahusiano ya uh, kwa maana ya kisiwa hicho kiweze kuchukuliwa na taifa lingine lolote, ikihusishwa pia taifa kama Urusi, lakini pia na taifa kama Uchina.